Yani mimi nitoke tu niende kwa, kwa maali tu sijui kwa mall kwa soko ninwepajama yenye inafanana na mtu alafu, tupige picha siku ya Christmas, tuandike from me and mine hata. <laughs> <Hey! laughs> <We! laughs> Naishiwa na nguvu nikisikia hivyo, mi niamke tu yani, mimi nikae tu mahali mimi, Merry Christmas from me and mine. Tumevaa pajama zinafanana marangi hapa, komedia iwezi isha. A few moments later.